sheria ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ambaye nimewahi kuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi katika chuo kikuu Mzumbe, na vilevile vile kwa sasa ni mjumbe wa serikali ya kijiji chenye bichune, lakini pia ni kada mwaminifu, naweza kusema hivyo. Chama kimekuwa kikinitumia kufanya shughuli zake, na katika uchaguzi wa serikali za mitaa za uh, uchaguzi ndani ya mji wa Nyamongo mm -hmm, ambapo unahusisha kata ya Matongo kwa sehemu kubwa, na nikawasemea wagombea wetu. Kwa bahati nzuri tulipata ushindi wa asilimia mia moja kushindisha chama cha mapinduzi ndani ya kata ya Matongo. Uh, ndugu waandishi wa habari, yapo mambo ambayo nadhani vizuri tukayazungumza kuhusu uchaguzi ambao kwa sasa tunauelekea uchaguzi ambao umeleta joto maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia ni uchaguzi ambao ni muhimu sana katika kipindi hiki ambacho tunahitaji kupata maendeleo, na chama kwa bahati nzuri kimeleta mamlaka yake kikayashusha hadi chini. Kwa viongozi wa ngazi ya chini kabisa ambao katika kipindi cha nyuma walikuwa hawahusiki katika kupiga kura za maoni, na hao ni kuanzia wajumbe wa balozi balozi ambaye katika chama chetu cha mapinduzi na anasimama mm kama mwenyekiti wa kitongoji. Aa, chama kina utaratibu wake. Hawa mabalozi wamekuwa wakitumika kusaidia kusimamia serikali katika ngazi ya vitongoji lakini wao wakiwa pia kama viongozi kwa kushirikiana na viongozi wengine wa chama chetu kwa ajili ya kufanikisha shughuli za chama na serikali. Nipongeze serikali yangu, lakini Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na uongozi wote wa chama kwa namna ambavyo umeamua kushusha sasa mamlaka kwa viongozi hawa, ili waweze kufanya maamuzi kwa niaba ya wananchi kwa kuwa tunaelekea kuchagua viongozi na hivyo wanapaswa kujua matatizo ya wananchi hawa viongozi wa kwa maana mabalozi ni viongozi wa ngazi ya chini sana katika chama, lakini wamepewa umuhimu mkubwa kwa kuwa pamoja nao kuna wajumbe wanne. Jumla balozi mmoja anakuwa na wajumbe watano. Sasa katika kupata idadi ya, ya mabalozi na wapiga kura inategemea katika kijiji husika kuna vitongoji vingapi au kuna mashina mangapi ya kichama katika eneo hilo. Lakini hayo mashina kwa ujumla wake ni lazima yanakuwa na wajumbe wasiopungua wanne pamoja na balozi wa shina hilo wanakuwa ni watano. Ndugu waandishi wa habari, kuna uh, haja kubwa sana ya kueleza wapiga kura wanaoelekea kufanya maamuzi ndani ya kura za maoni kwenye chama chetu kwamba ni muhimu wazingatie kuangalia ni namna gani ambavyo tutapata viongozi wanaoweza kujua matatizo ya wa wananchi. Chama kilipoamua kushusha mamlaka kuja chini kabisa ngazi hii ya chini, kimehitaji sana hawa mabalozi ambao ni kama wenyeviti wa mitaa au wa vitongoji waweze kujua shida wanazozipata wao na wananchi wao katika maeneo yao ya huku uh, chini kabisa, ambako wanajua leo nani yupo, amekwenda wapi, ana shida gani, barabara gani ni mbovu, uh, wapi, nyumba gani haina umeme ni wapi, hatuna huduma ya afya iliyo bora, maskini tulionao ni wangapi katika eneo letu. Chama kinahitaji tupate wawakilishi ambao watagusa maisha ya watu na kwa sababu hiyo, ndugu wandishi wa habari, nimeona nizungumze nani, ili mfikishe taarifa hii a, kwa umma, ili uweze ku iweze kusambaa na watu wajue namna gani kuna umuhimu katika uchaguzi huu. Mimi ni mkazi wa kata ya Matongo, kijiji cha Nyabichune, kitongoji cha Nyabichune ndani ya wilaya ya Tarime, jimbo la Tarime Vijijini katika eneo letu la kata ya Matongo yapo mambo mengi.